Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam. Ndugu Islam, tupo bado katika mwendelezo wa darasa zetu za khushui na leo ni darasa ya tatu ambayo tutagusia kipengele kidogo ambacho kinafungamana na maana ya khushui. Tukirudi nyuma katika khushui, tutaona kuwa khushui inaangalia sana kwamba moyo na viungo vya mwanadamu ambaye anasali lazima moyo utulie ili viungo vitulie. So Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwona sahaba raa, rajulan yusalli wa huwa yaabathu bilihiyatihi, kamwona mtu anasali huku akichezea ndevu zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: lau khasha qalbu hadha la khashaat jawarihu Laiti ingelikuwa moyo wake huyu una khushui, basi viungo vyake vingetulia. Kwa maanake, mtu ambaye anayesali na akawa ana muda wa kujikuna sehemu tofauti tofauti hapa na pale na pengine na pengine, basi itakuwa bado moyo wake haukuwa na unyenyekevu. Lakini moyo kuwa umeshughulika na kufuatilia anayoyasema ndani ya sala yake, basi itakuwa viungo havitopata muda, bali viungo vitakuwa vinatulia. Kwa kutulia moyo katika sala vitakuwa na sambamba, kwa sababu moyo unashughulika na kazi, na viungo vitakuwa na sambamba na moyo katika kunyenyekea katika ile ibada ambayo inayokwenda. Na sote binadamu tujiangalie kabla ya kusali na wakati tunasali na baada ya kusali. Kabla kusali unaweza kukaa unaangalia simu yako unaangalia mchezo unakula au unafanya jambo lolote la la shughuli zako, hu, hu, huoni au huhisi kwamba wewe unaona unamwashu katika mwili wako. Lakini unapoanza kufunga kusali tu, Allahu Akbar, basi unaona kila sehemu ya mwili wako unaanza kukuwasha. Huyu ni ibilisi ambaye anejaribu katika kuweza

Aya hii iliteremshwa wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoanza kuharamisha pombe, na sote tunajua kwamba Waarabu zama zile walikuwa wanapenda sana kukithirisha kunywa pombe, na Allah Subhanahu wa Ta'ala alianza kuwakataza pombe kiutaratibu kidogo kidogo, mpaka kaja aya inakataza pombe ya moja kwa moja. Lakini katika aya hii Allah anasema enyi mloamini msije mkasali msikurubie kusali hali ya kuwa nyinyi mmelewa. Na akatoa sababu ya kukaribia kusali hali ya kuwa mtu kalewa kwa kusema hata taalamu ma takuluna, mpaka mjue mnachokisema. Kwa hiyo mtu ambaye kanywa pombe wakati anakunywa pombe na akili yake isharuka atakuwa anasema maneno ambayo hayafahamu maana yake, au hajui anasema nini. Na sote tunajua, na uhalisia wa maisha na jamii, tunaona kwamba mlevi anapokunywa pombe anakuwa anaropokwa maneno ambayo hajui anasema nini. Leiti, baada ya ulevi kuondoka na akili kurudi, anajuta, kwa nini mimi nikasema maneno kama haya? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kamkataza mlevi kukaribia kusali, kwa sababu atakuwa anasali katika sala na anasema maneno ya sala, au anasema maneno ndani ya sala, atakuwa hajui anachokisema swali so, ambalo linarudi katika nafsi yangu ambaye ninazungumza hapa, ambaye menisik, na nyini mnanisikiliza Kam min musallin wasaliji wangapi, yusalli ahaduhum mmoja wao anasali, wala yadri ma yakuluhu fi salatihi la vile vile hajui anachokisema ndani ya sala yake. Kwa mmoja baada moja ya mmoja, tukimuuliza aniesali leo, subhanaka allahumma bihamdik hi subhanaka allahumma bihamdik, unaisoma katika sala huisomi? Atakwambia ninasoma

lakini nimefundishwa na wazee wangu na madrasa kwamba haya ni ya sala, Qur'ani na, na, Qur na dhikri, lakini hajui maana ya yale anayoyasema ndani ya sala. Kwa ndugu Muislam,